Jinsi ya kuipata master key yako ili uanze kujiajiri. Njia tano zilizothibitishwa unazoweza kuzitumia kujiajiri. Kila mvuvi anapoamua kwenda baharini au ziwani, ili kuvua samaki, huwa anaamua kujiandaa na nyenzo maalum za kumsaidia kuna wavuvi ambao wanaenda wakiwa na nyavu, kuna wengine wanaenda wakiwa na baruti za kuua samaki na kuna wengine wanaenda wakiwa na ndoano. Uchaguzi wa kifaa cha kuvulia unategemea sana uzoefu wa mvuvi mwenyewe na aina ya samaki ambao wanawataka. Mara unapoamua kutoka kwenye ajira na kufanya kitu cha kwako binafsi, swali lako la kwanza ambalo ni muhimu sana kujiuliza ni aina ya nyenzo ambayo unalenga kuitumia. Hii ndio tunaita master key. Kitu cha muhimu cha kwanza cha kuzingatia hapa ni kuwa sio kila nyenzo ambayo mwingine anayetumia na imempa matokeo lazima iwe na uhakika wa kukupa matokeo na wewe pia. Inawezekana mwingine ikawa na matokeo lakini kwako isiwe na matokeo kabisa. Pia ni muhimu kujua kuwa kuna nyenzo ambazo ulikuwa unazitumia ukiwa umeajiriwa na zikawa zinakuletea matokeo makubwa sana, lakini katika ulimwengu wa ajira binafsi zisiwe na matokeo yoyote kabisa. Katika kufanya maamuzi ya kujiajiri, kuna aina tano za nyenzo ambazo unaweza kuchagua mojawapo au zaidi ya moja au zote kwa pamoja. Nyenzo ya kwanza ni taaluma yako, yaani, your profession. Taaluma yako ambayo umeisomea na kupata ujuzi inaweza kuwa nyenzo muhimu sana katika kutengeneza ajira yako binafsi. Kuna watu wengi ambao wamefanikiwa kutumia taaluma zao ambazo wamezipata kama ndiyo nyenzo muhimu ya kujiajiri. Kwa mfano, kuna watu ambao walisoma mambo yanayohusiana na kodi kama taaluma na wakaamua kujiajiri kama washauri wa kodi kwa wafanyabiashara mbalimbali. Kuna watu ambao walisoma kuhusu ualimu na waliamua kufungua vituo vya masomo ya ziada, yaani, tuition centers kuna watu ambao walisomea mambo ya mapishi na wakaamua kuanza kupika na kuuza chakula kwa kusambaza maofisini, hata kabla hawajapata eneo la kufungua mgahawa. Kuna watu ambao walisomea ufundi wa magari na waliamua kufungua vijue vyao kwa ajili ya kutengeneza magari na kadhalika. Chunguza kuhusu taaluma yako, wewe unaweza kuitumia namna gani kutengeneza ajira yako mwenyewe. Kumbuka, wakati mwingine sio lazima hicho kitu ufanye kwa mikono yako ila taaluma yako inaweza kukusaidia kuanzisha na kusimamia kwa ufanisi kuliko mtu mwingine yeyote. Nyenzo ya pili unaweza ukatumia kama master key ni uzoefu wako, au your experience. Nyenzo nyingine muhimu unaweza kuitumia katika maamuzi yako ya kujiajiri ni uzoefu ulionao kwenye jambo fulani. Kumbuka, kila kazi unayofanya au jambo unalopitia katika maisha yako huwa linakupa aina fulani ya uzoefu, ambao unaweza kuwa ndiyo chanzo cha kujiajiri kwako. Siku moja nilikutana na damu moja ambaye alikuwa anamiliki mgahawa ambao ulikuwa unapendwa sana na watu, kwa kuwa alikuwa anauza vyakula vizuri na ambavyo vinapendwa sana. Nilipomuuliza historia yake, ilinishangaza sana. Aliniambia kuwa yeye hajawahi kusomea mambo ya upishi kabisa, ingawa kwa sasa anatajwa kama mpishi mzuri sana. Kitu kilichomfanya awe mtu mwenye ujuzi mkubwa katika mambo ya mapishi ni historia yake iliyompa uzoefu. Aliniambia kuwa yeye alilelewa na mama wa kambo, na kwa sababu hiyo watoto wote walikuwa wafanyishi kazi, ila yeye alikuwa ndiye anafanyishwa kazi zaidi kuliko mtoto mwingine. Tangu akiwa mdogo, alilazimika kujifunza kupika vyakula mbalimbali, kwani ndiye alikuwa anapewa jukumu la kupikia familia mara nyingi. Ingawa kwa wakati huo ilionekana kama ni kitu kinachompa mateso na kumpa usumbufu hadi kujionea huruma, ila uzoefu huo ndio umemfanya leo aweze kujiajiri mwenyewe. Kumbuka kuwa kwenye kutumia uzoefu wako ili kujiajiri inawezekana kabisa. Uzoefu ambao utakutoa ni ule ambao uliopata katika mazingira magumu sana, yaani ya maumivu. Hapa ndipo unapoweza kugeuza maumivu yako yawe ni mtaji wa kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwa upande mwingine, inawezekana ni uzoefu uliopata kwenye mazingira rafiki kabisa. Inawezekana ulishawahi kuajiriwa mahali fulani, na kwa sababu hiyo ukapata uzoefu mkubwa katika ajira yako ya kwanza. Au inawezekana ulishawahi kujitolea kufanya kazi mahali fulani na ukapata uzoefu wa aina fulani. Hii ndiyo maana unapotafuta uzoefu wa kitu fulani unaweza kuamua kujitolea kufanya kitu eneo fulani ili upate uzoefu wa kujiajiri. Kama una ndoto za kujiajiri na hauna uzoefu, kigezo cha kwanza cha kutumia unapotafuta ajira yako, wakati bado unajiandaa, sio ukubwa wa mshahara, bali ni fursa ya kujifunza. Hii ndiyo maana bilionia mkubwa sana wa nchini China ambaye ni mmiliki wa mtandao wa Alibaba Jack Ma aliwahi kusema, unapoanza kazi usiende kwenye kampuni kubwa sana ambayo kila kitu kimeimarika na kiko automated, bali tafuta kampuni ndogo ambayo itakupa nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali kwa urahisi na itakupa uzoefu wa haraka. Kama sasa hivi uko kwenye ajira, kusudi lako kubwa kabisa inatakiwa liwe ni kujenga uwezo fulani maalum kupitia kazi yako ya sasa, utakaokusaidia huko mbeleni. Je, wewe unataka kujenga uwezo gani? Mwaka 2019 nilikutana na mtu mmoja aliyekuwa ananisimulia jinsi ambavyo aliacha kazi kutoka kwenye kampuni moja kubwa ya simu na kuanzisha uwakala wa kutuma pesa kwa njia ya mtandao wa simu. Kwa maelezo yake, anasema kuwa biashara hiyo inamwingizia pesa nyingi sana kuliko mshahara aliyokuwa anaopata kama mwajiriwa. Nilipomuuliza asili ya mafanikio yake, aliniambia mimi ndio nilikuwa nasimamia mawakala wa ukanda wote wakati nimeajiriwa, hivyo najua kila kitu. Nilikuwa naona ripoti za kibiashara na mapendekezo ya kuwasaidia kufanya vizuri kwenye biashara yao, hivyo nilivyoanza kufanya vizuri tayari nilikuwa na uzoefu wa kutosha. Hebu jiulize, kuna uzoefu gani ambao umeupata kupitia maisha yako au kupitia kujitolea mahali fulani au kazi yako ya zamani au ya sasa ambao unaweza kuutumia kujiajiri? Jaribu kuandika uzoefu wa aina tatu ambao unao na unaona unaweza kutumika kama master key yako katika kujiajiri. Nyenzo ya tatu ambayo ni master key yako ya tatu ni mtandao wako, yani your network. Kitu kingine unachoweza kukitumia kama nyenzo yako ya kujiajiri mwenyewe ni mtandao wako. Umeshawahi kusikia watu wanasema your network is your net worth? Hii ina maana kiwango chako cha kufanikiwa hasa kifedha kinatokana na aina ya watu ambao wanakuzunguka. Kabla haujajiajiri unaweza kufanya uchambuzi wa aina za marafiki ambao unao kwenye mzunguko wako, ni marafiki wa namna gani? Hii ni muhimu kwa sababu fursa unazotafuta kwenye maisha huwa zinakuwa zimebebwa na watu unaowafahamu na wale ambao wanakufahamu. Kila mtu unayemjua huwa na fursa ya aina fulani ambayo ukiweza kuitumia inaweza kukusaidia sana kutengeneza ajira yako mwenyewe. Kumbuka, kadiri unavyokuwa na marafiki wenye fursa zinazofanana ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza aina fulani ya biashara au ajira kubwa zaidi katika eneo moja unalolichagua. Kwa mfano, kama wewe una marafiki wengi ambao ni wasimamizi wa hoteli mbalimbali, maana yake ni kuwa unaweza kupata fursa nzuri ya kusuplai vitu mbalimbali kwenye hoteli zao, kama vile mboga za majani, mayai, kuku na kadhalika. Kumbuka sio lazima vitu hivi uwe unavilima au kufuga mwenyewe. Unaweza kufanyika kama mtu wa katikati wa kuvitoa upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa mtu mwingine mwenye mtandao kama huu, anaweza akaamua kuwa wakala wa wageni ambao wanahitaji kulala katika hoteli hizo. Hii inamaanisha kuwa watu wawili wanaweza kuwa na mtandao unaofanana kabisa, ila wakawa na aina tofauti za kujiajiri na wakatumia mawazo tofauti kabisa. Kumbuka mtandao huu unaweza kuwa ni matokeo ya watu ambao ulisoma nao shuleni. Inaweza kuwa ni watu ambao uko nao sasa hivi ofisini au ulifanya nao kazi hapo kabla, au inawezekana ikawa ni watu ambao uko nao kwenye nyumba ya ibada au katika kikundi cha jamii kama vile vikoba, SACOS au jumuiya za makabila, ukoo na kadhalika. Hata hivyo, unaweza kuamua kujenga mtandao kimkakati kwa sasa hivi ili kusaudie hapo baadaye, yani strategic networking. Hii inamaanisha kama leo umeamua kujiajiri kwenye eneo fulani la maisha, ila ukijikagua unaona kama vile hauna mtandao wa kutosha katika eneo hilo, unaweza kujipa muda wa kuanza kutengeneza mtandao wa watu ambao utawahitaji hapo baadaye. Kabla sijatoka katika ajira, nilikuwa nafanya kazi na shirika la umoja wa mataifa yani UN. Baada ya kugundua kuwa ninataka kujiajiri kupitia kuwa life coach na mwandishi, kwa njia ya kuzungumza na kuandika, nilitafuta watu mbalimbali mbali wa kunipa uzoefu wao katika hao nilitafuta watu watano wanaofanya vizuri zaidi katika eneo hilo ili kujenga nao karibu. Ingawa sikufanikiwa kumpata mmoja kati ya niliowalenga, ila wengine niliowapata walikuwa msaada mkubwa sana nilipoamua kuingia full kwenye eneo ninayolifanya sasa. Hawa nilianza kuwatafuta kabla sijaacha kazi bado, kwa sababu tayari nilikuwa nimeamua nataka kufanya nini kama sehemu ya kujiajiri. Kwenye kitabu changu cha Mwongozo wa Mafanikio ambacho unaweza ukakipata kwa nakala tepe, yani soft copy, nimeeleza namna gani unaweza ukajenga mtandao wako wa mafanikio. Unaweza ukiagizia kupitia mawasiliano yatakayotajwa baadaye, ili uweze kujifunza zaidi. Tafakari kuhusiana na mtandao. Je, katika mtandao ambao unao, unaweza kutathmini watu watano muhimu ulio nao? Tafakari ya pili: je, katika watu hawa kuna fursa gani kubwa unayoiona ambayo unaweza kuitumia, kama wa aina gani wa ambao utawahitaji kwenye mtandao wako kwanzia leo ili ujenge fursa. Naandika tarehe ambayo utawatafuta. Kumbuka na wengine ambao utahitaji kutafuta mtu wa katikati ili akuunganishe uweze kukutana nao, lakini usiache kuwatafuta. Master key yako ya nne ambayo ni nyenzo yako katika kujiajiri ni kipaji, yani your talent, kitu kingine unachoweza kukitumia kama njia ya kujiajiri. Kitu kingine unachoweza kukitumia kama njia ya kujiajiri, kwa njia... kujiajiri ni kwa njia ya kipaji chako. Kipaji ni uwezo wa kipekee uliopewa na Mungu wa kufanya jambo fulani kwa urahisi na kwa ufanisi kuliko wengine. Katika hali ya kawaida, ilikuwa inatakiwa mtu agundue kipaji chake kwanza, ndipo achague masomo ya kusoma ambayo yatanoa kipaji chake. Hata hivyo, jambo la kusikitisha ni kuwa watu wengi sana huenda shule na kusoma mambo tofauti kabisa na kipaji chao, na baadaye ndipo ugundua kipaji chao wakati ukiwa umekwisha kwenda na kujikuta hawana cha kufanya tena unaweza kuamua kujiajiri kupitia kipaji chako. Kuna watu wengi sana wamegundua vipaji vyao na kujiajiri kupitia vipaji. Unaweza kufuata hatua zifuatazo kama unataka kukitumia kipaji chako kama njia ya kujiajiri. Hatua ya kwanza, gundua kipaji chako. Ingawa kila mtu ana kipaji ila sio kila mtu anakijua kipaji chake. Kuna watu wengi sana wanaozaliwa hadi wanakufa bila kujua kipaji chao. Hii ndio maana Norman Cousins aliwahi kusema, hasara kubwa kwenye maisha sio kifo bali kile kinachokufa tukiwa bado tunaendelea kuishi. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss in life is what dies inside us while we still live. Changamoto kubwa ya watu wengi ni kufikiri kuwa kipaji ni kuimba, kucheza mpira, kuchora na kadhalika. Tafiti zimeonyesha kila mtu ana uwezo wa kipaji cha kipekee kinachoitwa core genius. Hata wewe unayo kama hujui bado haimaanishi hauna. Ili ufanikiwe, unahitaji kuigundua na kuanza kuishi mara moja. Kama bado haujajua hii, nakushauri, agiza kitabu changu cha Co-Genius kinachoeleza namna ya kugundua uwezo wako wa kipekee na kukuambia kitu sahihi unachotakiwa kukifanya kwenye maisha yako. Kimeainisha aina nane za ugenius ambazo wanadamu wanazo na kukueleza namna ya kugundua ya kwa kwako. Nilipojifunza hii, ndipo iliponisaidia kugundua ninachotakiwa kukifanya kwenye maisha yangu. Hatua ya pili ni kukinoa kipaji chako. Mara baada ya kugundua kipaji chako, kinachofuata ni kutumia muda wa kukinoa. Mara nyingi katika hatua ya kukinoa, utakuwa uonekani na wengi. Huu ni kama ule muda ambao mbegu inakuwa imefukiwa chini na ionekani kabisa. Huu ni wakati muhimu sana, ingawa watu wengi wana udharau na wanapenda mara nyingi kuukwepa. Kumbuka, uwekezaji wako katika kunoa kipaji chako ndio hujulisha nguvu ya kipaji chako kitakapoanza kutoka hadharani ni kile unachokifanya ikiwa hauonekani ndio hasa ujulisha nguvu yako utakapoanza kuonekana. It's your private investment that will announce you in public. Jambo la muhimu hapa ni kuepuka kujitokeza mapema kabla ya wakati kufika, yaani avoid premature exposure. Falsafa muhimu kwa wakati huu ni ile ambayo Abraham Lincoln aliwahi kuisema. Alisema, kama ukinipa masaa kumi ya kukata mti itatumia masaa sita kunoa shoka na masaa manne kukata mti kadiri unavyowekeza vizuri katika kunoa uwezo wako ndivyo itakavyokuwa rahisi kwako kuibuka kwa kasi na kwa ushindi utakapoanza kufanya. Swali la msingi la kujiuliza, je, kuna maeneo gani ya maisha yangu natakiwa kujinoa kwa kipindi hiki? Hatua ya tatu ni kukionyesha kipaji chako kizu... kitu kizuri ulicho nacho kama hakijulikani na watu wengine, basi hakina maana yoyote. Katika hatua hii unaamua kuchukua hatua kuonyesha kile ulicho nacho. Hapa ni muhimu sana kuzingatia mambo mawili makubwa. Moja, unapoanza, weka mkakati mzuri wa kuonyesha kipaji chako kwa watu ambao ndio hasa unawalenga, aidha waje kuwa wateja wa moja kwa moja wa kipaji chako, ama wana ushawishi wa kufanya kipaji chako kijulikane na kikubalike zaidi. Usijikite kuonyesha kipaji chako kwa watu ambao sio lengo lako. Mbili, Unapoanza kuonyesha kipaji chako lengo kubwa sio kupata pesa, bali hasa ni kujitangaza kwa kuonyesha thamani ya ulicho nacho. Hivyo kuna wakati utalazimika kujitolea bila kulipwa chochote, kama njia yako ya kuwekeza katika kujitangaza. Wakati naanza kufundisha makampuni, yani corporate training, nilitumia njia hii kama sehemu ya kujitangaza. Nakumbuka niliwahi kuomba nafasi ya kufundisha bure kwenye benki moja ya kimataifa, wananikubalia baada ya kujaribu mara kadhaa nikaenda kuzungumza na wafanyakazi wao katika mkutano wao wa ndani wa kila mwezi. Ukweli ni kuwa hawakunilipa siku hiyo, ila baada ya pale walinipa tenda ya kufundisha kwa mwaka mzima kwa malipo mazuri. Kuna watu hawatakuwa tayari kukulipa hadi wawe na uhakika wa uwezo wako. Kumbuka, sio kila unachokifanya bure huwa hakina thamani, bali ni uwekezaji wa kukusaidia hapo baadaye. Kutokana na nguvu ya mitandao ya kijamii kwa sasa aweza kuamua pia kuitumia kama sehemu nzuri sana ya kuonyesha uwezo wako kwa watu mbalimbali. Hakikisha hauitumii kama sehemu ya kuonyesha maisha yako tu, bali hasa kama sehemu ya kuonyesha uwezo na kipaji chako. Swali so, la muhimu na la msingi hapa, je, kuna namna gani unaweza kuanza kuonyesha uwezo wako? Hatua ya nne ni kukiuza kipaji kuwa chanzo cha kipato. Hii ndio hatua ambayo wengi huwa wanakimbilia kuanza nayo. Hata hivyo hatua hii huwa inakuja pale ambapo umeanza kujenga mambo mawili makubwa. Moja ni pale ambapo umeanza kujenga hali ya kuaminika, yani trust, na wale wanaohitaji huduma au bidhaa yako. Pili ni pale ambapo umeanza kujenga jina lako, yaani personal brand kuhusiana na kile unachokifanya. Kumbuka, unapoanza, kuna watu wengi sana watakulipa kidogo, yani you'll be underpaid, kuliko thamani unayoitoa, ila hii haimaanishi ushushe ubora wa unachokifanya. Kitu muhimu hapa ni kufanya over delivery, yani unahakikisha kuwa unafanya zaidi ya watu wanavyotarajia. Kumbuka watu wanapoanza kukulipa, ni ishara kuwa ukifanya vizuri, watakulipa zaidi. Kitu cha muhimu hapa ni kuwa na mwendelezo katika unachofanya yani consistency. Changamoto ya watu wengi ni kuwa wakianza kulipwa tu huwa wanapoteza nguvu ya kufanya kwa mwendelezo, na wanapoteza ubora wao, na wanajikuta ghafla wamepotea sokoni. Kama ungependa kujua mbinu za zaidi za namna unavyoweza kufanya kipaji chako kikuongezee pesa na kuwa biashara ya kudumu, unaweza ukatafuta kitabu changu kinachozungumza kinachoitwa Kipaji, namna ya kugeuza kipaji chako kuwa biashara. Hatua ya tano ni kukipanua kipaji chako. Mara baada ya watu kuwa tayari kukulipa na kipaji chako kujulikana zaidi, unaweza ukaanza kukipanua ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi na uweze kupata pesa nyingi zaidi. Njia ya kwanza ya kupanua kipaji chako ni kwa kushirikiana na aina fulani ya watu. Kuna watu ambao kushirikiana nao huwa wanakusaidia kupanuka zaidi. Hii ndio maana wanamuziki huwa wanapenda kuimba na wengine kama sehemu ya kujipanua, yaani wanasema wanafanya kolabo. Mara nyingi unatakiwa kuchagua aina ya watu ambao watakuletea watu wapya au watakutambulisha katika soko jipya ambalo ulikuwa bado haujaweza kuingia. Nyenzo yako ya tano kama master key ya kujiajiri ni kufanya unachokipenda, yani your passion. Nyenzo ya tano ya kuitumia ili kujiajiri ni kupitia kile unachokipenda sana. Kama umeshafanikiwa kujua kitu ambacho nakipenda sana, kinaweza kuwa ni chanzo kizuri sana cha wewe kujiajiri kwa mafanikio. Kumbuka kwenye kila passion kuna biashara imejificha. Passion yako ni kile kitu ambacho uko tayari kukifanya maisha yako yote bila kuchoka kabisa. Mara nyingi kitu ambacho una pashen nacho huwa unakuwa na nguvu ya ziada ya kukifanya bila kuchoka. Kuna kitu gani una pashen nacho ya hali ya juu sana? Kwa mfano, kama wewe unapenda sana watoto, kuna biashara nyingi sana unaweza kuzifanya, kama vile kuuza nguo za watoto, kuanzisha kituo cha michezo ya watoto, kuuza lishe za watoto, kuanzisha shule za watoto na kadhalika. Swali la kufanyia kazi ni hili: je, wewe unapenda sana kitu gani? na kwenye unachokipenda kuna nini ambacho unaweza kukifanya kama sehemu yako ya kujiajiri? Tafakari ya sura hii ya tatu. Tafakari ya kwanza, katika nyenzo tano ambazo ni master key unazoweza kuzitumia kama sehemu yako ya kujiajiri, je, ni master key gani tatu ambazo unaona zina kufaa zaidi wewe? Tafakari ya pili, katika hayo maeneo matatu uliyoyataja, je, ni master key gani ambayo unaona inakufaa zaidi kuliko zingine? Tatu, kuna njia zipi ambazo unaweza kuzitumia kujiajiri kupitia hiyo master key ulioitaja hapo juu? See you at the top.